Mimi tajiri kumzidi yeye, tajiri kumzidi nani? Yes, e, bwana mheshimiwa Baba Levo eh, kitambo ulikuwa tukimwita chawa, wengine anamwita msanii eh, wengine anamwita hana akili, lakini sasa hivi eh, mambo yanabadilika. Mtazamaji, unaambiwa maisha ah, wewe unapanga alafu Mungu anakuamulia. Sasa Mungu kashamuamulia ah, kijana wetu Baba Levo amekuwa kiongozi, si unaambiwa viongozi wote natoka kwa Mungu? E, basi ndio namna hii. Sasa hivi amekuwa kiongozi mheshimiwa baba Levo. E, kwa sasa mambo yale ya uchawa na usanii ameweka pembeni sasa hivi ni mwendo wa bungeni bungeni na bungeni, na yeye anajulikana kama vile mbunge. E, baba Levo jina lake hili hajawahi kulikataa tokea yupo usanii mpaka sasa hivi yupo bungeni bado anaendelea kutamba nalo. E, Bwana azidi kuwa nami na kupa stori zote kuhusiana na mheshimiwa huyu baba Levo na jimbo lake la Kigoma mjini. Zidi kusubscribe e, una like alafu pia usahau kushare kwa ndugu jamaa na hata pia marafiki e zako pia ambao wangependa kuzipata habari kama hizi za Umbea Media Tv. Sasa hivi huyu baba Levo maendeleo tayari ameshayaanza ame rasmi e, yale mabango yaliyokuwa yamewekwa picha yake yeye na rais, kwa kugombea yeye akigombea ubunge, rais akigombea urais e, tayari ameshayavunja na anasema mabango yale yatatumika kwa ajili ya kutengeza madawati, kutengeza viti e, ambavyo vitawafaa walimu na hata pia a, meza ambazo zitawafaa walimu wa Kigoma mjini. Kwa hiyo tayari hapo ameshapiga hatua maendeleo e, wengi wakisema kwamba huo e, maendeleo gani hayo e, maendeleo duni, lakini ndio hivyo ambavyo msanii Babalevo anazidi kutamba kweli kweli. Huyu Babalevo sasa amefanya maendeleo mengi e, ni mwanzoni tu, lakini ameweza kufanya maendeleo kadha wa kadha. Maendeleo mengine ambayo amekuja nayo huyu msanii Babalevo ni ikiwemo Uh, ikiwemo ameweza kutoa ofa seti ofa, yani uh, ameweza kutoa gari e, gari moja kubwa ambalo gari hili litakuwa linatumika kwenye shughuli moja maalum tu e, nitakwenda kuelezea ni shughuli gani hii ambayo msanii Babalevo he bado ananikoroga bado namwita msanii, kumbe ni mheshimiwa. Sawa bwana, bado mheshimiwa huyu Babalevo. Um, nakwenda kutuelezea ya, yale mambo ambayo yameweza kumfanya yeye e, akaweza kutoa gari hili. Sababu gari hili mwanzo anasema kwamba ni kwa wale watu wote wa Kigoma mjini ama Kigoma, acha tutumie neno Kigoma tu, Kigoma yote wale watu wote wa Kigoma, mtu yoyote ambaye ana sherehe yake ikiwemo kama harusi n ameweka sherehe moja harusi tu iwe harusi ama ndoa ya mkeka na mnataka kufika mahali, aidha mnataka kufika kwa bibi harusi ama mnataka kufika kwa bwana harusi, na hamna nauli ama pia hamna, e, ham, ha, hamna njia ya kufika huko e, kwa usafiri e, basi mtatumia gari hilo hata e, ikawa ni ndoa ya mkeka, basi mtaweza kutumia gari hilo bure tu, anajitolea Babalevo, hata mafuta anaweka yeye. Uh, huyu Babalevo wengi wanamwona kama chawa, lakini uh, huyu jamaa atakuja kupiga maendeleo hapa Kigoma mpaka watu watakuja kushangaa waseme kweli, uh, kweli Babalevo kumbe ni mtu na akili zake. Nye mkimchukulia kama ni uh, mafyetu, mkimchukulia kama akili pungwani, lakini atakuja kufanya maendeleo uh, ambayo hayajawahi fanyika hapa uh, Kigoma sasa hivi bwana amekuja na maendeleo kidogo kidogo, lakini ndio mwaka unaanza, tuzidi kumwombea azidi kuleta maendeleo mengi. Sasa maendeleo mengine aliyofanya ameweza kuwaganya vijana miambili hamsini, kila mtu akampa piki piki yake e, yani, tutumie lugha ya kawaida boda, kila mtu akampa boda moja moja ama piki piki moja moja, ili aweze kufanya angalau kazi ndogo tu ya kumletea kipato ama kumletea a riski bwana, ameweza kutoa pikipiki mia mbili na hamsini akazigawanya kwa vijana wa Kigoma. Kuna wengine wanasema mbona hajaenda kugawanya vijana wa kule uh, Rufiji, sijui vijana wa Dodoma, lakini uh, yeye ni mbunge wa eneo hilo la Kigoma, ndio maana hadi pikipiki alivyozichukua akaenda kuzigawanya pale kwenye uh, eneo lake e, bwana azidi kuwa na mimi nazidi kueleza kile kitu ambacho uh, huyu mheshimiwa baba levyo anakwenda kukifanya, kwa sababu anasema yeye ametoka maisha ya chini na watu walikuwa hawamwamini hata dadake mwenyewe, hadiamwa, haku, hakuwa namwamini kwa kusema kuwa atawania ubunge. Basi watu wakaona baba Levo ni kama anatafuta kiki aweze kutrain na yale mambo yake yale. Si unajua kawaida y watu walikuwa wamemzoea babalevo kama mcheshi fulani E, mtu wa vituko, vituko. E, huyu, wa vituko vituko, aliposema nataka kuwania ubunge, basi watu wakamchukulia huyu kushamzoea, lakini ndio naambiwa mtazamaji e, usizoee mtu e, maisha haya na mwenyewe e, kuna siku unamdhania unadhania ndiye kumbe si, unadhania siye kumbe ndiye, na Mungu anagawa kwa wote. Sasa hivi ndio maana unaona msanii babalevo E, ameweza kufika pale bungeni na hata pia akaweza kumwalika yule yule dada yake ambaye alikuwa hamwamini, na sasa hivi uh, yeye ndio amemfikisha bungeni. Kwa hiyo mtazamaji, usikate tamaa e, kama ambavyo msanii msani, Diamond Platnumz anavyokueleza anavyoeleza uh, pale baada ya yeye kualikwa uh, kwenye kualikwa bungeni pale ambapo Aa, baba Levo alikuwa anaapishwa, basi aliweza kumwalika msanii Diamond Platnumz akiwa na bibi yake ama tuseme mke wake akiwa na dadake na hata pia mtoto wake e, sasa maneno aliyoyazungumza Diamond Platnumz anasema kwamba baba Levo watu walikuwa wanamchukulia poa, lakini ni washauri tu. Usikate tamaa, pambana, usilaumu mtu, usilaumu serikali, usione kuwa umetengwa A yaani usijione tuwe mnyonge wewe zidi tukupambana na usikate tamaa, ipo siku Mungu atakufungulia milango. Ee, bwana hayo ni maneno ya msanii Damon Patterns akiwa anawaelekeza vijana wote e, wanaotaka kukata tamaa kutokana na muonekano ama kutokana e, na mambo fulani wanayoongelewa na watu ambao ni mabaya. Ee, bwana zidi kuwa na mimi na zidi kukuletea taarifa muhimu.